Na taarifa yetu ya habari, shirikisho la wanafunzi wa vyuo vikuu nchini TAHILISO limeitaka bodi ya mikopo nchini kuweka wazi vigezo vinavyopaswa kutimizwa na wanafunzi wanaoomba mikopo, kwani kinyume cha kufanya hivyo ndiko kunakozua malalamiko kwa wale wanaokosa mikopo hiyo. Tupate taarifa zaidi. Rais wa shirikisho hilo Bwana Stanlaus Peter amewaambia waandishi wa habari kuwa iwapo bodi hiyo ingetangaza vigezo hivyo mapema, wanafunzi wangepata wakati mzuri wa kuchagua masomo ya kipaumbele cha mikopo ama wangefa, wangefahamu iwapo masomo waliochagua hayakidhi kupata mikopo, hivyo kujiandaa wao wenyewe kujisomesha kipindi kile cha kutangaza mikopo. Bodi ya mikopo haitoi vigezo vinavyotakiwa wazi Huwa wanaficha sasa. Wanapoficha vile vigezo, sielewi, inawezekana kwa bahati mbaya hawaviweki tu wazi. Kwa hiyo unakuta watu wengi wanaomba mikopo pasipo kujijua kwamba hana kigezo. Wakati huo huo, TAHILISO imemtangaza mlezi mpya ambaye pamoja na mambo mengine atasaidiana na shirikisho hilo kutatua changamoto mbalimbali zinazojitokeza mbali na kuleta ustawi bora kwa wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu. Makamu wa Rais wa shirikisho hilo, Juma o Ali Omari amemtaja mlezi huyo kuwa ni Moses Katabalo ambaye atatekeleza majukumu yake mbali na yale ya mlezi wa sasa wa shirikisho hilo, Rais Mstaafu Jakaya Kikwete. Lakini nashukuru tu, miongoni mwa ahadi ambazo mheshimiwa amezitoa kwa haraka haraka tu kuonyesha kwa kiasi gani amevutiwa na, na hili basi, ameahidi kutuwekea ofisi eh, ofisi ya TAHILISO rasmi ni hapa Tanzania bara. Tutatokana na busara tuna hekima, nitatumia busara yangu na hekima kwa kuwashauri, kama maliza ambayo ilipata kwa wazazi wangu naweza nikaagawa kwa vijana wenzangu, kwa sababu hivi hivi ni kijana na changamoto nazielewa, nimekuwa na vijana muda mrefu, kwa naweza kutoka Dar es Salaam, kisa Mwaipiana, channel 10.